Viero. Viero. Sindio? Viero kwa Viero. Viero. Wala chuko Viero, sindio? Ndio nasema Viero, ndio Viero. Na chuko Viero ni na chuko Viero ni ni ngine. Ni ngine. Ni kena ya mtu lakini iko na maana yake. Lakini sasa hapa Viero. Sasa na na baba. Kuna machina nyingine kukataa. Haleluya. Unajua kwa tunasema Piero, nikashikanisha kuna watu wanasemana huko. Una mama ya suku na omwana na yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mama, mama, alitupa mtoto akachukua biero. Hii kilikuwa cha kutupwa from birth. Hiyo biero. Huanga kuna watu wengine wanachukua biero. From birth, akichukua biero kuna vitu anaenda kufanya ili kuhal him down, ili awe chini, ili awe crippled lakini Mungu ananyosha mkono, unainuliwa hata kama piero, piero, piero imefungiwa. Piero, wanaenda mahali kuna meko, hapuelewi, wanaeka pale juu, wakati wanapika, moshi unaendea Piero, ili usiwai saa tena, ili huyo mwenye lizaliwa kutoka kwa hiyo Piero, akili yake changanyikiwe. mnazaliwa yeah, yeah. Kuna wenye wakuja kuchukua hiyo piano yeah, yeah. Kuna wengine wanasema hiyo kitovu kikata ficha ficha, ndio ndio, kuna watu wana tafuta hiyo kitovu yeah, hiyo yeah. Kitovu wachukue yeah. From back hai hai hai, from back ndio watu wanaridiwa, wengine wanaridiwa from back. Unadanganya na kazi na haijipi, kumbe kuna mtu from back alisema huyo mtoto hatawefanikiwa from back

Sina haja na kitovu yenye walikate wakaenda nayo niko na yangu yenyebaki nayo, sitaki hiyo. Wacha waweke kwa majivu, wacha waweke kwa moshi. Wameanika ni kama maindi, wameanika. Wacha waanike hiyo kitovu huko, wacha wafunge, waongee maneno, lakini kama wameniweka chini, wamenigripo. Ah, Mungu anazungumza. Wanaume wengine si wanaume ni wanawake. Nikisema ni wanawake utaelewa. Ana hapa tumechanganyikana. Yeah. Wanaume wengine si wanaume ni wanawake. Ni wanawake kwa sababu gani? From birth. Yes. Yeah. From birth. Yes. From birth. Yes. Yeah. Walikuwa crippled. Paka sahi hawezi hichi na mke. Yeah. Kwa sababu alikuwa crippled from birth. Yeah. Ha hallelujah. Yeah. Lakini hata kama umekuwa crippled from birth, niangalie. Amen. Hata kama umekuwa crippled from birth, niangalie. Amen. Yeah kutoka uwewe tu siku ya kwanza ya pili yu wiki la kwanza. Yeah. Maneno yakaanza kuingia from birth. Hata kama ndoa yako ilianza kusumbua from the day one, one. Niangalie. Haleluya. Yeah. Yeah. Yeah. Wakati niliingia tu attachment, shida ikaanza. Hata kama uliingia shida ikaanza, nimekuja nikwambie, hiyo ilikuwa ni from birth, niangalie. Haleluya. Yeah. Yeah ngalie kuna mkono upo, kuna kitu nikonacho, yeah. Siende kutafuta ile il siende kutafuta hiyo, siwezi kutafuta si kuta, na sitaki kutafuta, lakini kila ambacho ninajua ni iconacho ni, ni, ni, Amen. metu Amen, isik mtu mkono, yes. nishike mtu mkono, nishike mtu, apate neema tu ya biashara, mtu apate hekima tu ya kufanya biashara. Umekimbizwa sana na biashara mpaka unahema kwa kifua chako, mpaka usingizi imepotea, mpaka amani imepotea, mpaka kukula hamu imeisha help him up. Unahitaji pita wa kukusaidia mm. Ni nani mwenye anahitaji tu msaada wa kushikwa mkono na ainuliwe? Maana umekuwa kripold kwa magonjwa, magonjwa yameku kripo. Pesa ukipata umekuwa kripold, haikusaidii maana uko kripo utarudi, unahitaji kukipata pesa ngapi? Umekuwa crippled, haikusaidini, kwa hospitali na madawa, you are crippled. Ah, na magonjwa magonjwa yamekripo watu wengi, lakini leo unahitaji msaada wa kuinuliwa tu, utolewe hapo mahali wamekuweka utolewe hapo, kwa hiyo hali utolewe hapo, the end of many crippled years, the end of of many crippled years, many crippled years. Wewe uko nayo hiyo miaka, lakini tunangia siku ambayo hiyo miaka inaisha Iyo miaka inaisha yeah. Umepa pesa mingi sana kwa biashara mpaka umesema hii yenye naweka ni ya mwisho. Sikia, sio ya mwisho. Na kama ni ya mwisho, acheku ya mwisho kuwekaweka. Na sasa kuanzia leo, hiyo biashara ianze kuuliwa, ipate mkono yeah. Hiyo biashara inahitaji mkono, sio pesa. Kukopa umekopa vya kutosha, acia yeah. yeah. Usipoangalia utakopa tena usipo ni angalia utakopa sana, wengine yes. yes. yes. wanikopa wakajinyonga. Usipo angalia, Petro, Look at me. Wakati unani angalia, mini nitakuangalia. Nyone huyu Mama Ruth vila nani angalia. Je, anatarajia nini? Je, anexpect kitu? Je, anexpect ili biashara kubadilika? Je, anexpect ili familia kuinuliwa? Je, anexpect watoto wake kuwa namunagaan. na mnagana Na mimi namwambia Mama Ruth saa hii kwa vile nimeongea, lakini bado umekaza tu macho, kwa vile nimekukataza na bado umekaza macho, kwa vile hujachoka kukuja hapa, kwa vile hujachoka na ibada, hata tukichelewa bado unasema hiyo ingine nitaenda tena, basi kile niko nacho na mkupa, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, inuka na utembee, inuka na uende zako, wenye walikuweka hapo, usijali.